Yes, mambo vipi mwanafamilia wa Rick Media, mi naitwa Fredrick Didas Peter Kisalala maarufu kama Rick Media, yote hayo ni yangu. Um, ni takribani kama mwezi hivi umepita, niliwaambia kwamba tumefikisha subscribers milioni moja kwenye akaunti yetu ya YouTube, nikawashukuru sana. Sasa YouTube nao wametafuta namna ya kunipongeza katika safari hii ya miaka nane ya kuwa kama content creator. Miaka nane sio mchezo. Na YouTube kama kawaida yao ukifikisha subscribers milioni moja wanakupa gold plaque, lakini ukifikisha laki moja wanakupa silver plaque. Silver plaque tayari. Ile pale walinipa miaka mingi sana iliyopita na gold plaque ndio hii hapa imefika rasmi kutokea HQ za YouTube nchini Marekani. So nipo hapa uh, kuifungua, kuiunbox hii hapa plaki kutokea YouTube. All in all, niseme kwamba asanteni sana kwa kuwa nami ni miaka nane ya ups and down lakini mwisho wa siku tumeweza kufikia hatua hii hapa. Subscribers milioni moja sio mchezo. Kama ni rahisi watumie bukubuku, tutaelewa kwamba hawa watu buku buku, kwa mba, ni wengi kiasi gani. Nimechagua Rick Media na nawaahidi kwamba nitaendelea kuwapa update vitu vipya kila siku. Ni unbox hapa chap kidogo chap eh, nini eh? wameleta kitu gani? Sio masiara. Vipi wazungu, kidogo nafahamu, ni YouTube CEO huyu. Nataka uh, nisome walichokiandika. You did it, one mission, one channel and one more thing, 1 million subscribers. Congratulations. Uh, you may have started with just a few viewers but your voice passion and creativity have now touched the lives of people around the world and the community you have built is enriched by the stories you have shared as you bring people together to honor this milestone we are proud to present you with the Gold Creator Award we hope this special recognition will remind you how much you mean To so many every day you are redefining how content is created and watched one voice and one video at a time it's privilege to be part of your journey we can't wait to see what you do next you are sincere akasigni up Neal Mohan. Uh, Mohan YouTube CEO so hii hapa ni certificate kutoka YouTube ambayo wameandika hapa lakini pia sasa, huku ndio kuna hiyo gold plaque hii hapa jamani, mchongo huu hapa meandikwa presented to Rick Media for passing 1 million subscribers. Gold plaque guys, eh, guys, guys. Guys, guys 1 million subscribers sio mchezo jamani, asanteni sana. Lakini kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika hatua hii, lakini timu yangu, timu zima ya Rick Media ambayo

Kwa gracious, wote hawa wamepambana, Jack Charles bila kumsahau, wamepambana kuhakikisha kwamba Rick Media inafika hapa ilipo sasa, lakini kikubwa zaidi ningependa kuipresent hii award kwa uh, our brother Chamin Charles, rest in peace. Alikuwa ni kijana ambaye tuko naye hapa, ni kijana mwenzetu tulikuwa naye hapa na amechangia kwa asilimia kubwa sana katika kuifikisha Rick Media kufika hapa. By the way, Chamin Charles ni mfanyakazi ambaye alifanikiwa, uh, katika videos ambazo zimetazamwa zaidi kwenye channel ya YouTube ya Rick Media. Basi content yake ipo katika top 3. Inaweza kuwa namba moja kama sio namba mbili, eh, ina zaidi ya views milioni moja na point something huko. So, uh, amekuwa na mchango mkubwa sana, alichangia kwa asilimia kubwa sana kuhakikisha kwamba tunaweza kufikia mafanikio ambayo tumeyafikia leo hii. So, uh, asante sana brother na mimi huko ulipo, unafurahia kuwa na moja nyingine katika kuona hiki hii hatua ambayo tumefika. Big shout out kwa director Mo. Yes, big, uh, big shout out kwa Dravage wote hawa wamechangia kwa asilimia kubwa sana kuhakikisha kwamba tunaweza kufikia hatua fulani. Asanteni sana ninyi, uh, watazamaji wa Rick Media ambao siku zote mmekuwa mkichagua Rick Media What. Ambacho naweza kuahidi tu ni kwamba tutaendelea kuwapa update kila siku, vitu vipya vinakuja. Mwenyezi Mungu azidi kututia tu uh, uhai na afya njema, hivyo tu vitaweza kutuwezesha sisi kuweza kufanya vitu vikubwa zaidi. Guys, mchongo huu hapa.